Mama hapa kuwapa salamu za upendo kutoka kwa Dr. Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ametutakia wanasingida wote maazimisho mema ya miaka 64 ya uhuru wetu. Ametuombea heri. Kwa hiyo pokeeni salamu hizi na leo kwa kweli, sister, nazitoa salamu hizi za Mheshimiwa Rais kupitia kituo chako kwa wanasingida wote. yenye baraka ni siku yenye furaha, na sisi tunamwambia mheshimiwa rais tumepokea. Lakini pia tupokee salamu za upendo kutoka kwangu mimi mwenyewe leo, na mimi nikiwa Mtanzania nikisherekea kumbukizi ya miaka 64 ya uhuru wa taifa letu, taifa ambalo linazidi kukua kwa kasi kubwa, taifa ambalo lina matumaini makubwa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho lakini ninamshukuru Mwenyezi Mungu na mimi kuwa sehemu ya sherehe hii, pia katika bahati ya aina ya kipekee katika tarehe hii hii ya uhuru, tarehe tisa mwezi wa kumi na mbili na mimi niliweza kuzaliwa. Kwa hiyo na mimi leo nina kumbukizi ya kuzaliwa kwangu, sijazaliwa siku ile ya uhuru lakini nilizaliwa tarehe ya uhuru. Kwa hiyo siku hii nimeishi nayo tangia nilipopata fahamu nikiwa mtoto mdogo, kwa maana ya birthday ya Tanzania, na mimi nikumbukizi ya kawaida ambayo kila mmoja huwa anafanya, na mwenye kutambua na kwenye kuthamini historia yake, basi huwa anafanya jambo kama hili. Lakini kwa kweli nimekuwa nikienzi hii siku kila mwaka, itatofautiana tu ni namna gani nitaifanya, lakini nikumbukizi ambayo naifanya sista, kila mwaka. Kwa hiyo <laughs> mwaka huu nikasema, nakumbuka nilipokuwa mdogo na sasa nimekuwa, nataka niende kwa watoto nijikumbuke nilikotoka na hapa nilipofika, niweze kumshukuru Mungu kwa utukufu wake. Ayo sista, usione hii dharura, mimi nimekuja kufurahi, wala sikuja na jambo lolote kubwa ambalo ninakuja kuifanya. Nimekuja tu kufurahi na watoto, nikumbuke nilikotoka hapa niliko, na niweze kuona wapi naelekea. Sasa tunaishukuru sana serikali yetu ya awamu ya sita imeendelea kufanya mambo mengi makubwa, na hata leo ndio maana tunaishi kwa amani na utulivu. Leo tungekuwa hatuna amani, hata nyinyi msingeweza kulea watoto hawa. Kwa hiyo siku ya leo nazidi kuwashukuru wana Singida, na kuhakikisha kwamba nazidi kuwaomba sana tuendeleze amani yetu amani yetu Singida ndio mtaji wetu. Amani yetu ndio utajiri wetu. Amani yetu sisi ndio kila kitu. Na kwa kweli kwa hili sisi tunamshukuru Mungu. Mungu ameendelea kutuatamia. Tuna changamoto zetu, lakini tunajua namna ya kukabiliana nazo. Kubwa ni kukamata fursa na kusonga mbele, kila mmoja ambapo Mwenyezi Mungu ameweza kumjalia. Kwa hiyo sisi tumekuwa ni waumini wa amani kwa sababu hatuna mbadala zaidi ya amani. Amani ikiondoka hapa hawa watoto hatutajua kama tunawalea sisi. Tutawaacha wakiathirika hapa kila mtu akijaribu kukimbiza nafsi yake. Lakini amani ikitoweka wanawake, wajawazito, wazee, walemavu huwa ni changamoto. Kwa hiyo nizidi kuomba kuwaomba Watanzania wenzangu, tuendelee kuidumisha amani ya nchi yetu. Kwa hiyo hilo nalo, nilipenda nilisisitize katika siku hii ya leo. Lakini unapoenda kuwatembelea watoto siku zote, tumefundishwa lazima uende na kitu kadogo, lazima uwabebee pipi mkononi, ili waweze kufurahi kwa pamoja. Na siku zote watoto wanajua mgeni akifika, na wenyewe wanafurahi. Kwa hiyo mimi na familia yangu, sister, tumeleta zawadi ndogo sana, lakini naamini zitaongeza upendo kwa watoto wetu. Shirika letu ni la misionari ambao lina makao makuu hapa Singida, kule Mangua hapa Ititi ni tawi letu ambayo tunajishughulisha na kulea watoto watoto wanaoishi mazingira magumu na watoto yatima. Sisi kwa shirika letu la Wamisionari wa Moyo Mtakatifu wa, wa Yesu na Maria wa Katoliki tunajitolea kwa ajili ya kuwapa upendo wale waliokosa kwa jamii au kwa watu wahusika hasa wazazi. Nipo hapa mbele wenu kwa ajili ya kutana na shukrani kwa mama yetu mpendwa. Mama, tunakushukuru sana kwa ujio wako, tunakupongeza kwa siku yako ya kuzaliwa. Tutakuombea kwa Mungu baraka tele katika maisha yako na familia yako ici